Binafsi mimi nashindwa kuwaelewa wabongo football, huwa tunaitafsiri vipi wengi wetu, maana huu usimba na uyanga unatuathiri sana, kiasi ambacho kila kitu tunataka kukihusianisha na usimba na uyanga. Sasa imagine ile mechi ya Simba ambayo ilipigwa pale Amaan Stadium, mechi ya nusu fainari ya kafu Confederation Cup dhidi ya Stellenbosch, eti baada ya Simba kuondoka na ushindi wa goli moja bila watu wanaenda kwenye peji ya mtangazaji wa Azam TV Gharibu Mzinga, wanaanza kumtukana kwamba kisa katangaza ile mechi, huenda eti yeye eh, ndio chanzo cha simba kuto kushinda magoli mengi, au kama mtangazaji na dakika tisini za uwanjani. Wacha nikusomee baadhi ya comment hapa kwenye post posti ambayo aliposti baada ya ile mechi. Gharibu Mzinga kupitia ukurasa rasmi wa Instagram alimposti Elie Mpanzo, alafu akaandika nani kamleta bongo huyu? Mashine hii ni hatari sana, kaf semi final ya kwanza kwake, ananyanyasa kama anacheza na wanafunzi. Hii post ina comment zaidi ya 400 na kusomea baadhi ya comment, utaweza kuona baadhi ya chuki ambazo hazina sababu yoyote kwenye soka. Kuna huyu mwamba anaitwa Anton Amani aliandika, bora mechi zetu atangaze mboneke kuliko wewe ase. Alafu kuna mwamba mwingine anaitwa Official Castle Ameandika mwanangu una gundu kinoma na mechi zetu. Kuna huyu mwalimu Damian aliandika mzee, we tangaza mechi za uto basi inatosha. Kuna mwamba mwingine anaitwa Hasani Da Prince akaandika, peleka gundu zako bana, yote umeleta wewe. anaitwa Sandeo ameandika, achana na mechi za Simba wewe, hautufai hata kidogo. Akaja tena akaatena komenti, wewe jamaa unakuaga na nuksi na mechi zetu, kila mechi nakuwa ngumu Deni, kuna huyo anaitwa Fresh Show ameandika bro, mechi za Simba usitangaze please. Kuna komenti nyingi kwelikweli kweli hapa katika peji ya Gharibu Mzinga zinazoonyesha kuto kuendana naye kabisa. Sasa nashindwa kuelewa kwamba kuna uhusiano gani kati ya Gharibu Mzinga kutangaza mechi za Simba Sports Club na Simba Sports Club kushindwa kufunga magoli mengi. Sasa hii si kwa gharibu mzinga tu, kuna kipindi fulani hivi Baraka Mpenja alikuwa anatupiwa sana maneno kwa akitangaza mechi za Yanga, anapooza sana si kama akitangaza za Simba. Yani shughuli kweli kweli. Mi naomba kuuliza tu kwa wewe, unaitazama hii, we unahisi ni sahihi kwa mashabiki kuanza kuhangaika na watangazaji kweli? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutofolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Clement Mzize anafanikiwa kukaa pale juu kileleni katika mbio za ufungaji bora wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Hii ni mara baada ya kufunga magoli mawili katika mchezo wa leo wa Young Africans, mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara ambao uliokutanisha Fountain Gate Football Club dhidi ya Young Africans, Young Africans wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli manne. Clement Mziza akihusika katika ufungaji wa magoli mawili ya Young Africans. Clement Mziza anafikisha jumla ya magoli kumi na tatu huku nafasi ya pili akifuatia Prince Mpumelelo Dube mwenye magoli kumi na mbili akiwa sawa na Jean Chaza wa mwenye magoli kumi na mbili. Jonathan Soa anafuatia akiwa na magoli kumi na moja, Elvis Rupia na magoli kumi, Steven Desemukwala pamoja na Pako Mzuza wote wanalingana magoli akiwa na magoli tisa gibsila pte rasa po Peter pamoja na Stephen Stenaik wote wana magoli nane katika msimamo wa wafungaji bora wa NBC Premier League msimu wa 2024-2025. Kwa jinsi unavyoziona hizi mbio za ufungaji bora msimu huu, unamuona nani akiibuka mfungaji bora? nani anaondoka na kiatu cha mfungaji bora mwisho wa msimu? drop your comment hapo kwenye comment Yapani super trovu ya Dino Television. Minaitwa Dennis Dinominator.